Sawa endelea. Nimetokea hapo Makuru. Huyo ni mtoto wa kaka yangu. Alianza kuuma tangu mwezi wa kumi, aanza kuuma Tabora, kule Tabora alianza kuuma kwa mdogo wake, e. Aha. Akasema mimi na daktari wangu Muhimbili, naomba niende, na kwa sababu yeye anakaa. Aha. Akawa ameenda kule sasa. Katika mawasiliano, anawasiliana naye kila kunapokucha, homa inazidi kupanda moto. uh -huh. Ikabidi tuchange tutume mtu aende akamrudishe. uh -huh. Na alivyomrudisha akawa amelazwa hapo jeli, alazwa ndani ya wiki mbili, ameturuhusu kuwa anaendelea vizuri, tuklinaye lakini, katika kurudi naye kila kunapokucha kucha, yani afadhali ya ja sasa sasa katika pita pita mimi nilikuwa nimesikia habari za Nabii Linus. Eh. Eh, Eh, kama ndio, sasa mlivyokuja nikamfanyia maombi. Maombi nilipokuja naye naye, siku ya kwanza ulipomfanyia maombi nikarudi naye, hata nakisikia vizuri. Tangu nilipofika aliomba chakula, na kati alikuwa hali wala haja. Unakumbuka siku ile nilimwombea hapa nikamwambia nikamwambia Amina. titia Nika Eh. Eh, Alikula. Na Na na na na Na dawa anaendea kunywa atafiki saizi. Alikuwa na vidoli vidoli kwa sehemu sehemu, maji maji yamekauka. Niliachukua nampaka kwenye hiyo vidoli mpaka mwili mzima.